Leo nataka niwaelekeze namna ya matumizi ya chumvi. Sawa. Katika kuondosha uchawi imma katika majumba mm, au katika miili au kadhalika kuondosha athari ya watu kuharibikiwa sana majambo yao katika alayal, kwa maana katika familia zao, biidhnillah llah subhanahu wa ta'ala, mm. Fahunaka al-ayatul quraniya wa aidha ashabun

Lakin kadhalika na ipo baadhi ya mimea aliyoiweka Allah subhanahu wa taala hapa katika dunia yetu. Mimea hiyo ina tabia ya kubatilisha na kuondosha uchawi na athari zake biidhnillah, subhanahu wa taala. Kuna watu wamesibiwa na uchawi, kazi ya uchawi huo ni kuharibu familia zao. Ndio mtu ana wa watoto hawaolewi kabisa yaani kila akija mchumba harudi tena, au mtu ana watoto hawaoi kabisa kabisa, kila wakienda kuchumbiwa mahala, wanatimliwa hawatakiwi. Lakini kadhalika kuna watu wamefanyiwa sihiri, hakuna wanachoshika wao kikafanikiwa, wana mipango mizuri haiwi wamesoma wana ilmu nzuri haina faida, lakini kadhalika wana watu ambao wanaweza kuwasaidia, hawana mpango nao kabisa wa kuwasaidia watu hawa. Sihri zikitawala katika mahala, kuna kuwa na hatari kubwa kabisa kabisa. Sasa leo nataka niwaelekeze kwa uchache matumizi ya chumvi katika kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri, biidhnillah subhanahu wa taala. Ukimsoma mmoja miongoni mwa wanavyoni wakubwa kabisa, ambao ni bwana mkubwa Ahmadul Buni qaddasallahu sirra, mwamba huyu katika miamba inayotambua vyema masala ya taaluma na ilmu, anasema ilajun wa ibtalu sihri bilmilhi, yapo matibabu maalum kabisa ambayo yanaweza kubatilisha na kuondosha kuvunjavunja matego ya uchawi kwa matumizi ya chumvi tu, biidhnillah, subhanahu wa taala. Hiyo chumvi ambayo unaiona unayo nyumbani kwako, unapikia mboga, inaleta ladha, basi inshallah, biidhnillah subhanahu wa taala inaweza kutumika kama matibabu bora ya kuondosha athari za kisihri, lakini kadhalika na athari za kisheitani. Chumvi hiyo itumie, utatupigia simu, utasema alhamdulillah, sasa naona kuna utulivu katika nyumba yangu. Wanasema mwanachuoni huyu Ahmadu lbuni anasema, yutabaru lmilhu maddatan hafidhatan wataridatan liljinni washayatin. Anasema, imefahamika na kutambulika wazi baada ya watu kufanya majaribio ya aina mbalimbali mbali, hmm. testi za aina mbalimbali mbali, ikatambulika na kufahamika ya kwamba chumvi ni moja katika madda madini maadini ambayo hafidhatan kwanza yana uwezo wa kumlinda mwanadamu kutokana na mashakili ya aina mbalimbali mbali, lakini wa taridatan liljinni washayatin, na ina uwezo mzuri kabisa ya kuwatimua na kuwafukuza majini na mashaitan biidhni llah subhanahu wa taala. Fahiya tuathiru ala abidanihim wa taqatihim, bila shaka chumvi ina uwezo mzuri wa kuleta athari katika miili ya majinni na mashaitani ambao wanaleta madhara katika afya na maisha ya binadamu, lakini hata ile taqa yao eneji yao huwa inapungua na kumalizika kabisa ha, iwapo utajua njia sahihi ya matumizi ya hiyo chumvi, ambayo wewe umeona ni kitu kidogo. Bila shaka ina nafasi bora ya kuweza kukunusuru biidhnillah subhanahu wataala.